China na Kenya zimethibitisha tena uhusiano wao wa kidiplomasia na kiuchumi unaoendelea kuimarika, wakati Beijing ikiadhimisha miaka 76 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya raia wa China. Hafla ya kidiplomasia iliyoandaliwa na ubalozi wa China hapa Nairobi iliyoleta pamoja maafisa wa ngazi ya juu wakiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan ajenda kuu ikiwa ushirikiano zaidi katika sekta ya usafiri na biashara pamoja na wito mpya wa kuimarisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa katika mazingira yanayobadilika ya kisiasa na kiuchumi duniani. To send the signal that the absence of multilateralism is dangerous for humanity is extremely essential at this point in time. We will not be able to deal with the conflicts